Hello, hello na karibu tena. Ni Jumatano nyingine tena ya series yetu ya Believe It or Not, amini usiamini, so thank God it's Wednesday. Na leo tuko episode yetu namba tano. Tunakushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja na sisi kuanzia episode ya kwanza na mpaka ile special episode, episode ya nne, na leo eh, episode yetu ya tano na kama eh, hauja subscribe basi na kushauri subscribe ili usiweze kuwa unapitwa na, na video zimpya tunapozi upload. So leo tuko episode namba tano kama nilivyokwisha sema na leo tunazungumzia aina sita za mitaji ya kibiashara. Sasa sote tunafahamu ya kwamba unapotaka kuanza biashara e, kwa namna moja ama nyingine, kulingana na aina ya biashara, kuna wakati utakapohitaji kuwekeza fedha. Pengine inaweza kawa ni mwanzoni kabisa, ama pengine kuna biashara ambazo mtu anaweza kaanza kwa mali kauli alafu fedha ikaja baadaye lakini kwa namna moja ama nyingine kuna kipindi ambacho unahitaji kuwekeza fedha kama mtaji, yaani kwa kiingereza financial capital. Lakini kwa watu wengi imeonekana kama fedha ndio mtaji pekee ambao unahitajika, na leo nataka ni kusaidia kufahamu ya kwamba kuna aina zingine tano za mitaji ambazo usipozifahamu basi ni ngumu sana kupiga hatua na kufanikiwa kibiashara. Sasa pale Instagram niliuliza swali nikasema, tukikupa milioni moja ya kitanzania tukutafute baada ya muda gani tukute imefika milioni kumi Lakini pia nikasema okay, milioni moja labda ni ndogo. Tukikupa milioni kumi tukutafute baada ya muda gani tukute imefika milioni mia moja Lakini pia nikasema pengine milioni kumi ni ndogo, mtu anataka kusafiri kwenda China, anataka kwenda Uturuki, anataka kwenda wapi, naona ni ndogo. Tukikupa milioni mia moja tukutafute baada ya muda gani tukikute imefika milioni mia tano Unaanza kugundua mafanikio ya kukuza fedha ambayo umewekeza kama mtaji yanahitaji uelewa wa mambo mengi sana kwa Kiingereza wanaita dynamics. Kuna dynamics nyingi mno ambazo zinachangia mpaka mtaji wa mtu wa kifedha unakuwa unakuwa mkubwa zaidi. Na hapo ndipo linapokuja swala la aina zile zingine tano za mitaji. Sasa, ingawa mtaji wa kifedha ni muhimu sana kibiashara, lakini kwa video hii ningependa niuweke kama mtaji wa mwisho na mtaji wangu wa kwanza, kwa lengo tu la kufafanua hapa, ni mtaji wa kiroho ama spiritual capital. Katika kufanya kwako biashara ni muhimu sana ukachagua upande wewe. Kama binadamu mwili huu ni kitu cha nje tu, lakini wewe ni roho. Uwe unajua usiwe unajua, uwe unakubali usiwe unakubali, kuna mazingira ambayo kibiashara yatakulazimisha uamue kuchagua uko upande gani. Kwa hiyo kuna watu ambao wameanza na fedha kama mtaji wa kibiashara lakini kwa sababu hawakuwa wamejidhatiti kiroho. Na unaposema kujidhatiti basi kuna pande nyingi. Labda sana sana kuna kuwa eh, na pande mbili kuna upande mbaya na kuna upande mzuri. Kwa sisi, tunao muamini Mungu, naamini upande wa Mungu ndio upande mzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwekeza katika mambo ya kiroho unapotaka kufanya biashara. Na amini usiamini, wafanyabiashara wote wakubwa unaowafahamu kuna upande wamekwisha chagua. Wewe ni upande mzuri ama ni upande mbaya? Hakuna mtu yote anaweza akafika level ya kuwa na tuseme bilioni moja za Kimarekani kama fedha kibiashara alafu asiwe na upande katika ulimwengu wa roho. Lazima atakuwa amekwisha chagua. Kwa hiyo wewe sasa, unapotafuta mtaji wa kifedha wa kuanzisha biashara, ni muhimu pia ukawa unajitafuta na kujua uko upande upi, na mimi binafsi nakushauri ukae upande wa Mungu, maanake ule upande mwingine unaweza ukapata fedha lakini E, matokeo yake mwishoni ikawa sio e, sio nafsi yako imepotea of course. Okay? Kwa sisi wa Kristo, tuna tunaulizwa swali kwamba itamfaa nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote alafu akapata hasara ya nafsi yake, lakini hapa sipo kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kiimani, nipo kwa ajili ya kukusaidia kujua kwamba hata katika biashara kuna upande wa kiroho pia. Kuna watu wengi sana, utakuwa unafahamu wewe unayenisikiliza, kwamba wamekwenda kwa waganga. Haya sio mambo yanayojificha. Kuna watu wengine wanaweka wazi kabisa kuna watu wengine, pengine ni wasanii, wengine ni watu maarufu, wanasema ah, mganga wako kiboko. Hayo ni maneno ambayo yako common sana kwenye jamii yetu ya Kitanzania na hii ni dunia nzima okay? Kwa hiyo kuna watu ambao eh, wanaanzisha biashara lakini hawakujidhatiti kwenye upande wa kiroho, lakini pia kuna wale ambao wanasema, mimi nimeenda kwa mchungaji fulani, nilienda kwenye maombi, nilitoa sadaka kwa Mungu, nilitoa zaka, nilifanya hiki na hiki na nikajiweka sawa na Mungu katika kujenga kwangu biashara Shuhuda za aina zote mbili zipo, lakini point ya msingi hapa ni kwamba hauwezi kamwe kukwepa mtaji wa kiroho unapotaka kufanya biashara na ukataka iwe biashara kubwa. Kwa hiyo cha kwanza jidhatiti katika ulimwengu wa roho. Mtaji wa kiroho ni mtaji namba moja, e, katika ulimwengu wa kibiashara. Mtaji wa pili ni mtaji wa kifikra ama intellectual capital. Mtaji wa kifikra ni mtaji wa akili. Unajua kuna akili ya kutafuta pesa kuna akili ya kutunza pesa na kuna akili ya kuzalisha pesa. Hizo ni akili tatu tofauti, na hata kwenye maisha kuna akili tofauti. Kuna mtu ana akili ya darasani, kuna mtu ana akili ya maisha tu ya kawaida, na kuna mtu ana akili ya biashara. Hizo ni akili tatu tofauti. Kwa mfano, wanafunzi wangu wa mentorship, huwa anapenda kuwauliza swali jepesi sana, kwamba ukimuuliza mtu mbili kujumlisha mbili au moja kujumlisha moja, let's say, tupitie mfano moja kujumlisha moja. Moja kujumlisha moja ni ngapi? Universally, kidunia, jibu ni mbili. Moja jumlisha moja ni mbili, hiyo ni akili ya darasani, kwa sababu darasani tulikuwa programmed kuwa na jibu moja watu wote. Lakini katika ulimwengu huu tunaoishi, majibu mara nyingine yanatofautiana kulingana na mazingira, ama kwa Kiingereza wanaita variables, unachokijumlisha na unachokijumlisha ni vitu gani? Kwa hiyo ukichukua simu moja ukaweka na simu ya pili, obviously utapata simu mbili kwa sababu variables hizo zijumlisha zinaleta jibu la mbili, okay? lakini kuna wakati moja jumlisha moja inaweza ikawa tatu. Nakupa mfano, ukimchukua binadamu wa kiume ukamuweka na binadamu mmoja wa kike, ukawaacha. Baada ya muda, kama mtu mume na mtu mke, baada ya muda unaweza ukakuta kuna binadamu mwingine. Maana yake wamekuwa binadamu watatu. Okay? Kulikuwa na binadamu mmoja, na binadamu wa pili, sasa kuna binadamu wa tatu. Kwa hiyo moja jumlisha moja, moja baada ya muda kumbe jibu limekuwa tatu. Hiyo inaitwa akili ya maisha. Kwamba haujakariri tu kwamba moja jumlisha moja huwa inabaki mbili. Kuna wakati inaweza ikawa tatu. Kwa sisi wa Kristo eh, tunasoma kwenye kitabu cha Mwanzo kule tunaambiwa Mungu alisema, mwanaume atamuacha babake na mamake atambatana na mkewe nao atakuwa mwili mmoja. Wazamu wamekuwa sio wawili tena bali mmoja. Okay. Kwa kumbe kwa mahesabu ya Mungu, moja jumlisha moja inaweza kabaki moja vile vile. Jumbe inakuwa moja ndefu. <laughs> Lakini ndio. Kwa moja jumlisha moja si lazima iwe mbili. Nataka tu kukuonyesha kwa mifano kwamba majibu mengi tunayo kichwani tumeyakariri kwa sababu ya kutumia akili ya darasani. Lakini kuna akili ya kibiashara. Nimekupa mfano wa kumchukua mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ukawaweka pamoja, baada ya muda unaweza kukuta wana mtoto, maanake kuna binadamu watatu. Lakini akili ya biashara inawaza hivi, huyu mwanamke anaweza akawa na uwezo wa kuzaa mapacha, mapacha watatu, kwa hiyo watakuta binadamu watano. Kwa kumbe, moja jumlisha moja inaweza isiishie tu tatu, inaweza ikawa hata tano, inaweza ikawa hata nane. Sasa, mm -hmm. Huo ndo mkusanyiko wa fikra ambazo mtu unahitaji uwe nazo, fikra pana, usiwaze e, fikra ambazo ni nyembamba, uwaze kwa upana huwa ni mtaji pia nao katika biashara. Fikra zako zinawaza vipi? Zinawaza kwa ufinyu ama zinawaza kwa upana? Si mifano niliyoitoa wakati mwingine sio mifano rasmi sana, lakini nimeitoa tu kwa lengo la kukusaidia kuelewa kwamba tunatofautiana sana namna tunavyowaza. Ndiyo maana kuna mtu ukimpatia mtaji ule ule uliompatia mtu mwingine, anauzalisha zaidi kuliko mwingine. Na mtu mwingine ukimpatia mitaji ile ile pale wale wawili inayofanana anaopoteza kabisa hata ule mmoja mtaji ule kwa umempatia unapotea. Kwa nini? Kwa sababu tunatofautiana sana namna tunavyofikiria. Kwa hiyo kuna akili ya darasani, kuna akili ama fikra za maisha na kuna fikra za kibiashara. Unapotaka kufanya biashara, pamoja na kwamba unaweza ukachagua uwe mtu wa Mungu ama kwingine utakaoamua kuchagua mwenyewe, lakini ni muhimu sana ukajua kwamba mafanikio ya kibiashara basi yanaletwa na fikra za kibiashara. Mtaji wa tatu ni mtaji wa watu ama social capital, network yako. So unaweza ukawa na upande wa kiroho mzuri tu, umechagua vizuri, ni mtu wa kumwomba Mungu, ni mtu wa kutoa zaka na sadaka na vitu vingine vya aina hiyo, ni mtu umenyooka na Mungu, na unaweza ukawa pia uko na, na fikra nzuri za kibiashara, lakini aina ya watu ambao wanakuzunguka wakakukwamisha kibiashara, pengine wakawa ni watu ambao wanakukatisha tamaa, pengine wakawa ni watu ambao wanakurudisha nyuma. Pengine wakawa ni watu ambao wanakupoteza. Kwa hiyo aina ya watu ambao wanakuzunguka ama social capital ni muhimu mno na ni mtaji wa tatu muhimu sana katika ulimwengu wa biashara. Watu wote unaowafahamu ambao unaona wamepiga hatua kubwa sana kibiashara, hawa watu, my friend, believe it or not, wamezungukwa na watu wa maana kwenye maisha yao. Kuna kipindi unaweza kawa na mtaji wa fedha; kuna kipindi unaweza kawa uko vizuri na Mungu lakini kwa namna moja ama nyingine mambo yako yakawa hayaendi na hicho kipindi ndio ambacho wale watu wanaokuzunguka wanaweza wakakushika mkono na wakakunyanyua na ukaweza kurudi tena juu. Kwa hiyo ni muhimu sana katika seko yako kuangalia watu wanaokuzunguka ni watu wa aina gani. Watu wanaokuzunguka ni mtaji muhimu sana sana sana kwenye ulimwengu wa biashara, na ndio maana unapoanza biashara, mara nyingi utaanza kuona kwamba watu wengi ambao walikuwa nao zamani kabla hujawafanya biashara, wanaanza kupukutika mmoja baada ya mwingine, kwa sababu hamwendani hamwendani malengo, hamwendani fikra, hamwendani eh, maono. Kwa hiyo unaanza kutengeneza network ya maana ya watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo mtaji wa tatu wa muhimu katika ulimwengu wa biashara eh, ni mtaji, eh, ni mtaji wa watu ama social capital. Hapo ndo tunapokuja sasa kwenye eh, mtaji mwingine namba nne, ambao ni mtaji wa bidii. My friend, hakuna mtu yeyote ambaye atapewa pesa hakuna mtu yoyote ambaye atakuwa yuko tu na Mungu, ni mtu wa kanisani tu, msikitini, ni mtu tu ambaye anamwamini Mungu, anafanya vizuri mambo ya kiimani yake, eh, ni mtu ambaye ana watu tu wanamzunguka, ni watu wa maana, lakini hana bidii. Hayupo mtu ambaye anaweza akafanikiwa pasipo bidii. Bidii ya kazi kwa Kiingereza inaitwa diligence, ni kitu muhimu mno, ni mtaji muhimu sana. Kuna watu wengi sana wamepata fursa za biashara kwa sababu tu ya bidii walioonyesha kwamba kuna wakati amefanya kazi na watu akaonekana ni mtu anayejituma sana, akaonekana ni mtu mwenye bidii sana, watu wakasema, huyu tunaweza tukafanya naye kazi hivyo. Na mtu mwingine huko alikokuwa watu wamemtazama from afar, kutoka mbali, wakamwona ni mtu mwenye bidii, wakaamua kumleta karibu, na wakaanza kufanya naye kazi, na wakaanza kumsaidia, na wakaanza kumuinua, wakaanza kumpush kwenda mbali zaidi, kwa bidii. Kumbe nayo ni mtaji. Kama wewe ni mtu mzembe, mzembe tu ni mtu ambaye hauko. Hauna bidii ya kazi. Sio mtu anayeweza kupiga kazi, wengine wanaita kuchapa kazi. Sio mtu ambaye anaweza kuchapa kazi. Sio mtu ambaye anaweza kupiga mzigo. My friend, safari yako ya kibiashara haitafika mbali. Bidii ya kazi ni kitu muhimu sana. Taji namba tano ni mtaji wa work ethic ama maadili ya kazi. Kuna tofauti ya bidii ya kazi na maadili ya kazi. Maadili ya kazi ni pamoja na nidhamu. Bidii ya kazi unajua ni kufanya tu kazi kwa bidii. Lakini maadili ya kazi ni pamoja na nidhamu, ni pamoja na uwajibikaji kwamba ukifanya, ukifanya kosa unawajibika nalo, haukwepi kosa, haukwepi lawama. Huo ni uwajibikaji, kwamba mimi ndo nimefanya hivi, basi nawajibika kwa tatizo hili nililolitengeneza, kwa jambo hili ambalo nimelisababisha uwajibikaji. Lakini pia kutegemeka ama dependability. Watu wanaweza wakakutegemea kwenye jambo kwa kibiashara kuwa mtu wa kutegemeka, kuwa mtu ambaye una nidhamu ya kazi, disiplini kubwa, kuwa mtu ambaye unawajibika, kuwa mtu ambaye ni reliable. Hivi vitu ndo vinaitwa maadili ya kazi, kuwa mtu ambaye sio mbea mbea kazini. Hivi vitu vyote vinaitwa maadili ya kazi, ni mtu ambaye una focus na mambo yako. Maadili ya kazi ni mtaji mkubwa sana kwenye ulimwengu wa biashara, na mtaji wa mwisho sasa ndo mtaji wa sita ambao ndo mtaji wa fedha ambayo sasa sina haja ya kuzungumzia sana mtaji wa fedha. Tunafahamu obviously, kuna wakati utahitaji kuweka pesa kwenye biashara yako, ili mzunguko wa biashara yako uweze kwenda kulingana na aina ya biashara yako, lakini kama tu una fedha, lakini hauna mtaji wa kiroho, hauna mtaji wa kifikra, fikra zako haziko hazi, kama fikra za mfanya biashara, hauna mtaji wa watu, network ya watu wa maana ambao wanaweza wakakuzunguka na wakakupatia ideas nzuri. Eh? hauna bidii ya kazi na hauna maadili bora ya kazi ama work ethic, hata hiyo fedha ambayo utakuwa nayo haiwezi kuzalisha chochote, haiwezi kufika mbali. Fedha katika biashara yako inategemea na hayo mambo mengine matano yaweze kuwepo. Kwa leo hii si usishangae kuona pengine kuna kijana mdogo ana fedha nyingi sana, pengine kuna binti mdogo ana fedha nyingi sana, na unashangaa huyo amewezaje ku command a big business empire namna hii katika umri mdogo, tambua tu kwamba huyo mtu kuna baadhi ya vitu kwenye mitaji hii niliyoitaja ambayo amekuzidi na wewe kuna mahali umepungua. Kwa hiyo katika hii mitaji sita niliyoitaja jikague, e, ujitazame. Je, kiroho umejidhatiti vizuri? Kumbuka kuna kiwango cha pesa ambacho huwezi kuwa nacho bila kuwa upande wa Mungu ama upande wa shetani kama utataka, lakini <laughs> bila kuwa vizuri kiroho, kuna kiwango cha fedha kamwe hakitakaa kiingie kwenye maisha yako, you cannot manage it, huwezi kukimanage kwa sababu kinahitaji mtu ambaye ameshachagua upande wa kiroho. Haya ni mambo ambayo ninapenda kuzungumza na vijana kwa sababu vijana wengi wamehamasika tu, wanahamasika tu kutafuta pesa, lakini eh, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinawakwamisha na wasivijue. So ningependa nifahamu hapo chini, eh, kwenye comment section. ni aina ipi ya mtaji ambayo kwako unaona ulikuwa unapungua ama ni aina ipi ya mtaji ambao unaona kwako unafikiri ndio unatakiwa ifanyie kazi vizuri zaidi kwa nguvu zaidi kwa uharaka zaidi. Napenda kusikia kutoka, uh, kutoka kwako hapa kwenye comment section. Na mpaka hapa mimi nakushukuru sana. Tukutane kwenye episode yetu nyingine inayofuata kwa neema ya Mungu ya believe it or not.